Sasa majaji gani ambao tulikuepo katika shughuli hiyo? Majaji hawa nane, nilikuwepo mimi aa, Egbert Mkoko kama jaji kiongozi, lakini alikuwepo Richard Mgamba. Richard Mgamba ni mwandishi wa habari, mhariri mkongwe wa siku nyingi sana, na amefanya kazi nyingi sana za kihabari ambazo zimeleta mabadiliko chanya katika taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo huyu Richard Mgamba alikuwa mmoja kati ya majaji ambao tulikuwa nao lakini pia tulikuwa na Daktari Dotto Bulendu, huyu mtakuwa mnamfahamu vizuri sana mmoja kati ya watangazaji mahiri sana wa runinga na pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kilichopo kule Mwanza, naweza kuita SAUT. Lakini pia alikuwepo Gilsant alikuepo Mlaseko, wengine mtakuwa mnamfahamu vizuri sana Gilsant, kwa sababu ni kijana ambaye ni mahiri sana katika mitandao ya katika habari za mitandaoni, yani huyo alikuwa ni mmoja wapo kati ya yani, majaji lakini tulikuwa naye Carol Ndossi ndosi Carol Ndossi pia, nadhani wengi wetu tunamfahamu pia ni kijana na mtu ambaye amefanya kazi sana ya katika sekta hii ya habari utangazaji, lakini pia kajikita sana kwenye mitandao ya kijamii. Tulikuwa pia na Tuma Abdallah. Uh, Tuma Abdallah alikuwa mkurugenzi alikuwa mkurugenzi mtendaji alikuwa mhariri mkuu wa, wa Tanzania Standard Newspapers Uh, shirika la, la magazeti ya serikali TSN kwa kipindi kirefu kabla hajastaafu, lakini tulikuwa na mtangazaji mwingine mahiri sana na mkongwe sana Penzi Nyamungumi. Dada Penzi ni huyo ambaye niko naye hapa mbele, alifanya kazi ya Radio Tanzania Dar es Salaam kipindi kile ikiwa Radio Tanzania, lakini pia baadaye akaja katika upande wa serikalini na akawa mwandishi wa habari uh, wa makamu wa rais kwa kipindi kirefu sana yani. Na tukumbuke kwamba katika moja kati ya watu ambao tulikuwa tunapitia kazi zao ni maafisa habari wa serikali. Sasa mpenzi alikuwa ni mmoja kati ya watu waliofanya kazi serikalini kwa muda mrefu sana yani. Kama mwandishi wa habari wa makamu wa rais. Lakini pamoja naye tulikuwa na Innocent Mungy. Yeye ni afisa mawasiliano na uhusiano mbobevu, mbobea sana na sasa hivi katika ofisi ambayo ni ya tume ya ulinzi wa taarifa binafsi yupo huko kwa sasa hivi yani. Kwa hiyo hii ndio jopo la majaji ambao tulipitia hizi kazi yani. Sasa ni kazi ngapi ambazo tulizipokea? Kwa ujumla tulipokea jumla ya kazi elfu moja mia moja, thelathini na moja. Na hizi ni katika maeneo yote ya redio, televisheni um, magazeti na majarida hali kadhalika pamoja na kazi ambazo zilikuwa zimewasilishwa na maafisa habari au maafisa mawasiliano wa serikali. Uh, sasa ushiriki kwa kweli, ukiz, ukichukua muda ambao TAMWA na TCRA walitangaza kuanzisha hizi tuzo na kuomba kupokea hizi, uh, tuzo, uh, kupokea hizi kazi za waandishi mpaka siku ya mwisho kwa kweli ilikuwa ni kazi nyingi mno zilizowasilishwa. Hii inaonyesha kwamba kulikuwa na mwanamko mkubwa sana sana kwa waandishi wa habari kuwasilisha kazi zao katika tuzo hii, kwa sababu muda ulikuwa si mrefu sana, lakini bado kazi zilizowasilishwa ni nyingi mno 1131. Sasa zilikuwa katika mchanganuo wa aina gani? Kazi za magazeti zilikuwa ni 263 na tatu hizi zilitoka katika upande wa magazeti. Kazi za watu wanafanya kwenye redio kulikuwa kuna kazi kutoka uh, kazi zilikuwa mia tatu na mbili kutoka upande, upande wa redio. Kwa upande wa televisheni kulikuwa na kazi mia mbili sabini na tano na kwa upande wa mitandao ya kijamii kulikuwa kuna kazi mia mbili tisini na moja kwa hizi ndo kazi ambazo tulizipitia kwa ujumla wake.